Maji yako chini ya, ya tishio kubwa kutoka kwa idadi ya watu inavyoongezeka, mahitaji yanavyoongezeka, ya ongezeka, kilimo na viwanda na athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa. Kadri jamii zinavyosawasisha mahitaji ya rasilimali za maji, maslahi ya watu wengi hayazingatiwi. Msimamizi wa kaunti ndogo ya Kajiado Kaskazini, Samuel Mushiri, amesema wameungana pamoja na wenyeji wa eneo la Kirarapon ili kupanda mti na kufanya usafi ili kuwe na mazingira yanayofaa kwa wote. Tuko hapa Kerarapon kusherekea World Water Day ambayo inasherekewa dunia nzima, na sisi kama Kajiado tumekuja pamoja na wananchi, ndiposa tukaweze kufanya vitu viwili, namba moja kupanda miti, na kitu ya pili kufanya clean up. Ni ya maana sana kwa sisi kuhakikisha kwamba tume protect our waterways na o, kwa nini pia tunafanya cleanups? Tunafanya cleanups, ndiposa tukaweze kuhakikisha kwamba hiyo laini ambayo maji inapita ikaweza kuwa safi ambapo maji haiblokiwi na zaidi ya yote kuhakikisha kwamba kuna usafi katika sehemu hiyo. Na wakati ambapo tunapanda miti pia aa, ni kuhakikisha kwamba hizi laini zinaweza kuwa protected. Na tunazuia mambo mengine ambazo zinaweza kutokea kama labda wengine hata kujaribu kulima kando ya mto, na najua kwamba itakuwa vizuri upande wa uchafu. Uh, ombi kubwa ambalo tuko nalo siku ya leo ni kwamba sisi wote tukaweza kujumuika sisi wote we take responsibility, tuhakikisha kwamba tumekuwa katika mstari wa mbele kufanya uh, usafi, because usafi unaanza nasi. Gideon Sekendo, mwenyekiti wa shirika kufaya wana kijiji wanaoishi karibu na chemichemi ya maji jinsi ya kuitunza. Nataka kushukuru sana mashirika ambayo yamekuwa supportive kwa hiyo initiative ya kutunza chemichemi zetu ambazo zina serve mto ardhi. Tumefurahia kwa sababu kuna shirika la World Bank ambalo linaitwa Floka, wamekuja na njia moja ya kuezeka kupitia mawe, a perimeter fence ambayo itako katika the entire perimeter ya chemichemi yetu, na hiyo itakuwa mojawapo ya kutunza hiyo chemichemi. Pia tumejaribu kuhamasisha wana kama, uh, kijiji ambao wanaishi katika riparian boundaries wasitupe taka na watunze mito zetu na wasiingie pia kwa riparian boundaries. Wananchi katika eneo hilo wamesema wanaendelea kuunga mkono hifadhi ya chemichemi za maji ili kuunga mkono waanzilisho wa Siku ya Maji Duniani, na ile kazi ilianzishwa na watu wengine mwaka wa 1993 uh, ninaendelea kufanya hiyo kazi na environment yetu inaendelea kuwa mazingira yetu inaendelea kuwa mzuri, ndiyo nafurahia, nasikia uh, proud. Tunafurahia hiyo mambo ya, ya miti kuwa ni vyemba okay. Na inaendelea kuwa ku, ku, kuzidi ku, ku malika, na tumesema asante kwa sababu wale wanatupatia e, na tunashikana na hao tukipanda tuki hiyo miti. Siku ya Maji Duniani inavyoadhimishwa tarehe ishirini na mbili Machi kila mwaka tangu mwaka alfu moja kenda mia tisini na tatu inazingatia umuhimu wa maji safi. Lengo kuu la Siku ya Maji Duniani ni kuunga mkono kufikiwa kwa lengo la sita la maendeleo endelevu ambalo ni maji na usafi wa mazingira kwa wote ifikapo mwaka wa alfu mbili na thelathini. Kutoka eneo la Kerarapon kata katika kaunti ya Kajiado. Jina langu ni Kevin Keitan.